Salama kabisa. Salama kabisa? Yes. Akili timamu kabisa. Sio akili timamu. Mm. Yaani niko na akili zangu zote ambazo Mwenyezi Mungu amenibariki kunipa na pia na, na kibali ambacho Mungu alichonipa. Pete mimi sijaokota. Yeah. Uh, nashukuru Mwenyezi Mungu, Nandy miongoni mwa wanawake ambao princess yule au, au princess Tanzania au princess Africa ameweza kunitunuku. Amenitunuku. Nikisema kunitunuku maana yake kwamba niko naye kimahusiano. Yani, si kwamba pete amepoteza, asidanganye umma. Nandy, yani asidanganye ya umma kabisa. Nani, pete hajapoteza, bali mimi pete nimeipata kupitia yeye ye, mwenyewe, na ndio maana nikasema kwamba asidanganye umma kwamba pete amepoteza. Hakuna, hakuna mwanamke anaweza kapoteza pete ya ndoa. Pete ya ndoa haipotei, inavuliwa au yeye mwenyewe anavua. Sasa cha kujuza swali yee are...